Katika mkutano wa hadhara ulioitishwa na tume hiyo wenye lengo la kutoa elimu ya haki za binadamu na utawala bora katika kata ya Lupalilo, wananchi hususan wanaume wamesema limeibuka wimbi la wanawake kupiga wanaume na hata kesi zinapopelekwa katika serikali, viongozi wanapuuza malalamiko ya wanaume, hivyo wanaomba tume iwasaidie kutoa elimu kwa wanawake ili kulinda haki zao. Tunashukuru kwa kupata semina hii ama darasa hili, ijapokuwa swali langu limemezwa sana na mjumbe aliyepita Nikimaanisha labda mimi napigwa nyumbani na mke wangu. Sasa jinsi nilivyo mimi na mwili nyumba kifua mlima, nikienda kushtaki, unaona, anakuambia ah. nikipigwa tena mara ya pili nadhani nitaenda kwenda kule itakuwa sina ndipo nitaanza kuchukua maamuzi mengine. Sasa hiyo si sawa, tunaomba mtuombee msaada kwa wanawake, wasiwe wanatupiga haki <laughs> za binadamu. Mimi sikitiko langu ni kwamba kwa upande wa wanawake tunapigwa sana mitaani, halafu kienda ofisini unawekwa una ndani mwanaume. Kwa hiyo tumeshindwa ujanja, tunaogopa hata kusema. Wanasema kwa nini upigwe na mwanamke? mwanamke manam, manam, akieleza uongo inaonekana wewe ndio kweli ulikuwa unamfanyia hivyo, una wanakuweka ndani fafanuzi nini kifanyike ili kudhibiti tabia ya wanawake kupiga waume zao, kamishna wa tume ya haki za binadamu na utawala bora nchini Dr Thomas Masanja amesema kwanza utu unapaswa kuchukua mkondo wake na endapo mikasa hiyo itaendelea, mwathirika anapaswa kufikisha malalamiko yake katika dawati la jinsia ama kwa mtendaji ili sheria ichukue mkondo wake. Sawa jamani, sisi wote ni wazazi eh, wazazi mme, mke, tuheshimiane. Anza tukiheshimiana tutafika, suala la kupigana, lakini kama imefikia huko nimesema hapa kuna dawati la jinsia. Ile dawati la jinsia linapatikana, liko polisi. Kama unadhani umeonewa, ume, umefanywa ukatili, unakwenda pale, alina la cha mwanaume au mwanamke. Katika mkutano huo pia wakazi wa, wa Lupalilo akiwemo Iman Mahenge ambaye ni diwani, wameweka wazi nia ya yao ya kumtimua kijijini kwao Bwana Tumaini Alfred kwa madai ya kuzuia njia katika kiwanja chake na kusababisha kushindwa kutekeleza mradi wa umma, jambo ambalo linatolea ufafanuzi pia na Dkt Thomas Masanja. Yaani wao walikuwa na mradi, sasa inaonekana mradi ule inatakiwa uwe karibu na kwenye eneo lake. Sasa wakawa wanaomba barabara, bara bara ipite kwenye eneo hilo kwa ajili ya kupeleka vifaa kwenye eneo ambalo serikali imetoa fedha kwa ajili ya kujenga shule. Sasa hilo mwananchi hakuwa tayari wakati huo kutoa ile eneo ili wapitishe barabara. Kwa wananchi ndipo wakachukua watu hapo. Ndipo zingia wapi? Mbona mimi nilikuja kwenu ya niwa, ili ndio mimi mnajua kabisa nimenunua. Uh, kinachoendelea nyuma uh, hili mimi sielewi, kwa sababu mpaka saa hizi mimi hati yangu sijapewa. Anafanya matukio ambayo jamii haikubali, ya naamini kutakuwa na sheria sehemu fulani na kiukwa kama ni mwizi maarufu kuna sheria inazuia wizi. Tume hiyo imetoa elimu pia katika gereza la Makete, chuo cha Tandara, Ikonda sekondari ya Iwawa, pamoja na watendaji wote wa kata Makete. Kutoka Njombe, Joktan Miefo, Clouds TV.